Mheshimiwa Mdeki, leo ni siku ya furaha kubwa sana na ni siku ya kihistoria, kwa sababu kwa wale wasiojua, mimi nimesoma shule hii ya Malama kidato cha kwanza mpaka cha nne. Na mimi nasubutu kusema wewe ni product, ni zao halisi kabisa la Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupige makofi. Kwa hiyo yaani Samia ndiye aliyeamua kwamba sasa hivi mkoa wa Mbeya uwe na kiongozi ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu anayetokana na familia ya kawaida kabisa ya mama Ntirie, anayezijua shida za watu kabisa za chini. Wengine hawawezi kuelewa hicho ulichokifanya, sisi tunakielewa kwa sababu mama yangu mimi ni mpika pombe za kienyeji. Kumdai fedha ya dawati shilingi elfu hamsini ni kitendawili. Kwa hiyo umetatua changamoto kubwa sana, tunakushukuru sana. Na wazazi popote mlipo, mpige makofi kwa sababu hatutawadai madawati. Mheshimiwa Neki, hii shughuli ni yako. Ni niongee kwa ufupi kwa sababu nimeemewa kwa furaha. Ninukuu msemo wa kiongozi mmoja anaitwa John Maxwell, aliwahi kusema the pessimist expect the sail to to change but the optimist see it to change. but optimist it a leader adjust the sail. Yaani, mkiwa kwenye safari ya baharini, watu wenye nadharia unapotokea upepo wanadhani meli itajiokoa yenyewe, watu wanadharia na watu ambao wa ni wasomi na wataalamu wanategemea it kuibadilisha, lakini kiongozi ndo anayeonesha njia. Na wewe leo umethibitisha usemi huo kwa kutuonesha njia. Hongera sana, tunakushukuru sana. Nimalizie kwa kushukuru sasa, mheshimiwa MNEC, shule hii ya Malama mimi binafsi niliitembelea tukabaini upungufu wa viti. Leo tumetatua tatizo hilo kupitia wewe. Tumebaini upungufu wa matundu ya vyoo ambayo wewe binafsi umeagiza, na nadhani utasimama utazungumzia. Lakini mimi naona ni shukuru. Umesema Jumatatu kwa sauti kali kabisa, mafundi waje hapa ujenzi uanze wa vile vyoo vinavyopungua matundu kumi na mbili. Na mimi kama diwani niwaombe wananchi wenzangu, zile kazi zinazohusisha kumsaidia fundi tuzifanye sisi kwa upendo, ikiwepo kuleta mchanga na kusogeza tofali. Lakini jambo la mwisho, umetukabidhi fedha cash taslim milioni moja, imalizie vyoo pale tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nimepata mwaliko kutoka kwa Mheshimiwa mneki wetu kwa mkoa wa Mbeya, na ni heshima kushiriki shughuli za maendeleo ya elimu kwenye kata yako, lakini pia unachachusha uh, ushiriki wa wadau kwenye kusaidia juhudi za Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kukuza elimu ya nchi hii mneki taarifiwa tu kwamba leo ni madawati ni viti na meza, lakini kwa kuwa uh, upene, ume, upele umepata mkunaji, basi ametembelea, amegusa maeneo ya miundombinu ya, ya shule hii, na tunaamini changamoto ile kuwepo kwa watoto wa kiume kwenye maeneo ya kujistiri, jambo hilo limekwisha wongo kweli hey. Mbeya oye! Kwa nini tunasema tumshukuru rais? Mimi napatikana kwenye kikao cha mheshimiwa rais ambaye ndio mwenyekiti wetu wa taifa, kwa yote ambayo anayafanya hapa, nikiyafanya ya hovyo nimemwaibisha Dr Samia Suluhu Hassan. Sasa mimi nimechagua kufanya mema. Piga makofi kwa Dr Samia. Kwa sijaja kujipendekeza Nimekuja kutekeleza majukumu aliyenipa mwenyekiti wa taifa kwenye kipande changu cha mkoa wa Mbeya na mi na kipande cha mkoa wa Mbeya, maana yake, sasa hizi mkuu wa mkoa tumeanza kumpa shetani nguvu, mabaya yanaanza kutangazwa sana kuliko mazuri. Sasa hapa tunaanza kumpa shetani nguvu. Sasa sasa hizi tuanze kutangaza mkuu wa mkoa Yaani, mazuri yasikike, ili wazazi wajue Rais Samia ameleta viti mia mbili na meza mia mbili kwa kupitia mwanaye, anaitwa Ndele Mwaselela. Makofi kwa Dr. Samia. Sasa Festo alisema wewe ni zao halisi ya Dr. Samia, na mimi nakiri mbele ya Mwenyezi Mungu, bila Dr. Samia kusimamia vizuri kile kikao, mimi nisingekuwa mneki. mleki nakiri hadharani kwamba Dr. Samia mimi ni zao halisi la Dr Samia, najivuna haya haya na nayafanya haya kukinga na, na kumheshimisha Dr samia suluhu Hassan. Sasa choo ndani ya siku kumi na nne nimefunga, amesha anaanza kuchimba kesho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Vyoo vilivyopungua vyote vya kiume, kuanzia mwezi wa pili hamna upungufu wa vyoo, Mheshimiwa Mkuu <laughs> wa Mkoa. Na hii nalitangaza, walimu wa form two na form four Paradise Mission itawalipa para hela ya masomo ya jioni mzazi yoyote asichangishwe Narudia <coughs> Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa sababu mimi kwa sababu mimi nimetoka kwenye familia maskini mama yangu alikuwa anauza mboga, nenda mkawaambie akina mama wote wanaosomesha Nsalala na form 4, walimu posho watalipwa na Mwaselela. Ko, tusione shangwe hiyo, maanake kulikuwepo na tatizo, kwa hiyo Kuanzia mwezi wa pili ni marufuku kumchangisha mzazi hela ya limidio kwa ajili ya mtoto, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Haya ndio alitutuma mwenyekiti, alisema, nimechagua waneki vijana waneki wenye uwezo, nendeni mkaoneshe njia kwamba nipo na popote mtakaposema sisi tutakuwa. Haya ndio anayesema mwenyekiti wa taifa, nendeni mkawaambia wazazi wenu Tumepokea zawadi ya Dr Samia kupitia MNEC wake. Ametuambia hakuna kulipa hela ya limilyo, atalipa yeye, la das form 2 na form 4. Dr Samia anataka siasa za maendeleo. Dr Samia anataka siasa zinazogusa wananchi. Dr Samia anataka siasa ambazo zinahurumia wananchi. Dokta Samia anataka siasa ambazo zinamhurumia mnyonge kule chini. <coughs> Kwa kujenga choo kile pale wakina mama, hatujawapunguzia adha kwa kuwaletea meza hizo. Meza mwalimu mkuu amesema ziko mia sita zinatakiwa. Mimi nitakuongoza, tutazimaliza ndani ya mwaka huu, tutakuwa hatuna upungufu wa meza kata ya Nsalala. Takaa na wenzangu tutatafuta kidogo kidogo. Ni aibu kuona tunafanikiwa alafu watoto wetu wanakaa pabaya, alafu tunataka Mheshimiwa Rais aje kila sehemu. Mheshimiwa Rais ameshatuteua sisi, alinituma mimi mkoa wa Mbeya kuwakilisha chama king'ale, akamtuma Beno mkoa wa Mbeya kuwakilisha serikali ing'ale. Kwa hiyo sijaanza leo mimi, na miaka kumi na nne kuhudumia jamii kwenye jamii niangalia akafikiri, mimi ni mwanasiasa, ana matatizo kichwani. Mimi ni mwanasiasa nayependa vitendo. Kwa hiyo moja, nilikula kiapo kwenye siasa yangu, nataka kugusa wananchi, nataka nione mama ntilia wakipungua wakipumua, na wao wanasomesha huku wananenepa, wanasomesha huku na wenyewe wanang'ara sura. Mtoto wa mama ntilia ishazaliwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akampa uneki ni cheo likubwa sana sasa, na sisi tutapata heshima kule kwa bosi, tuolete heshima hiyo, wananchi wapate heshima kwetu. Uongozi sio hela, uongozi ni connection. Uongozi sio hela, uongozi ni nini? Tumemwona Festo amefanya nini? connection, connection. Leo mmepata vyoo vyote, Mheshimiwa Mwenyekiti Festo amekuwai, nitakuja kwako lakini Festo amekuwai kapiga connection <laughs> ya vyoo hapo hapo, anaenda kutengeneza vyoo pale kwenye baraza. Sasa mumpongeze sasa, eh hey, maana tuna tatizo, si wanadamu. Mtu akifanya baya tunaacha kumpongeza tunamnunia. Nenda ukae wa kwanza kumpongeza, ukasema tuna diwani mzuri, ili adumu naye kwenye kat kata yake hii, angalau adumu, dumu kidogo. Kwa jina naitwa Anifa Jafo, ni Mwashirindi, natokea kata hii ya Nsalala. Kama mzazi wa Nsalala tumefurahishwa na hili jambo la kupata madawati, kwa kupunguziwa mzigo mkubwa wa wazazi. Walikuwa wanajipanga kwa ajili ya kuleta watoto mashuleni, wengine wamekwama kwa sababu ndogo ndogo, lakini katika hili imetupunguzia adha kubwa sana kwa wazazi wengi, wataleta watoto mashuleni. Kwa majina naitwa Lidia Simkoko, ni mkazi wa kata ya Nsalala. E, mimi kama mzazi tumefurahi sana kupokea madawati kwa ajili ya watoto, tumejisikia furaha sana. Isitoshe watoto wetu wengine walikuwa anakaa chini, mwingine anaandikia kwenye magoti anakaa, mwingine anakaa hadi kwenye vindoo, lakini kwa haya madawati yatusaidia watoto wetu watakaa vizuri, watasoma kwa kwa kwa uhuru. Tunashukuru sana kwa uongozi uliokuja leo kwa kutupa hayo madawati mia mbili. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Tunatamani wakiwepo wadau wengine ambao wana mapenzi mema na watoto wetu watusapoti kwa sababu kuna wazazi wengine wameshindwa kuleta watoto shule kwa sababu tu ya dawati, watoto wameshindwa kulipoti shuleni, anafikiria tu nafanyaje juu ya dawati mala uniformu. Kwa hiyo anataka mtoto anachelewa masomo kwa kuto kuanza mapema. Yametusaidia sana kwa sababu sisi wazazi dawati moja tu, tulikuwa tunachangia elfu hamsini kwa, elfu hamsini, kwa ki, wazazi wengi tuna vipato vya chini kwa hiyo sisi kama wazazi yanatusaidia sana yani, ametupunguzia ya pakubwa hatuna na, yani hatuna namna ya kusema zaidi ya kuwashukuru na Mungu awaongozie maisha marefu hao waliofanya hicho, wafanye na mahali pengine. Kwa jina naitwa Adamu Edison Kandonga nime, nasoma kidato cha nne shule ya sekondari Malama. Nimefurahi sana nimefurahi sana kupokea madawati nimefurahi sana maa nani kwenye mtihani. Tunashukuru sana walimu wetu, tunashukuru sana dr Samia kwa hasani, kwa kutupa, kutupa maendeleo katika shule yetu.